Nam, kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo ya Bakari ni kuwa eh, hatua ya Marekani kuivamia Venezuela na kumkamata kiongozi wake Nicolas Maduro imeendelea kuzusha hisia mbalimbali kote ulimwenguni. Nimezungumza na mchambuzi wa kisiasa Ibrahim Rahbi akiwa Dar es Salaam, Tanzania, na kwanza alitoa mtizamo wake kuhusu namna tukio hilo lilivyopokelewa ulimwenguni. Uh, bila shaka mpasuko umeanzia ndani ya Marekani. Unadhani umeona maseneta kama Seneta Bernie Sanders wa Vermont, lakini baadhi ya wabunge Marekani wamehoji uhalali hasa wa Trump wa kufanya tukio kama hilo lakini hata nchi ambazo zilimuunga mkono Trump mfano ulimwengu wa magharibi ambao ulikuwa unakubaliana kabisa kuwa Maduro hakuwa rais halali, e, wanakubaliana na uamuzi wa Trump kumchukua, lakini wamekuwa na misimamo tofauti kwenye hotuba ya Trump ya kuwa Marekani sasa itaiongoza Venezuela, yenyewe itaamua kuhusu mali za Venezuela na yenyewe ndio itakuwa sauti ya mwisho kuhusu Venezuela. Tumeona washirika ambao walikuwa Venezuela kama Uchina na Urusi ambao Urusi ametoa karipio kali kutaka aachiliwe haraka, uh, bwana Maduro. Lakini pia hata washirika wengine wa jirani zake Brazil kule na Colombia wameonyesha wasiwasi mkubwa sana kwenye hili swala, licha ya kuwa Trump amebaki pale pale alipo na kusema kuwa ataendelea anachokitaka. Kwa hiyo ni mpasuko tunaweza kusema, katika mpango ule unasema sheria za kimataifa zimepasuliwa. Tumeona serikali ya Marekani ikisema kwamba haitaki kuanzisha vita na nchi hiyo, lakini tumeona Venezuela kwenyewe kwamba mambo yanaendelea, makamu wa rais ameapishwa anaendesha nchi na kuna hata wafuasi wa Maduro kule. Bila shaka, unadhani Trump kweli ana nguvu hizi ambazo anaweza akaamua kuingia sasa kijeshi katika nchi hiyo? Nadhani Marekani ametufundisha hili mara kadhaa. Uh, labda alikuwa ametusahaulisha kidogo kwa sababu ameyafanya mara kadhaa. Uh, aliyefanya hivyo kwa Noriega mwaka tisini. Uh, walifanya hivyo Philippines, lakini kwa karibuni walifanya hivyo uh, Iraq kwa Saddam Hussein mwaka elfu mbili na tatu. Sasa uh, ukiangalia kama walikuwa wametutoa karibu miaka ishirini tu kuwa walikuwa hawajafanya tukio kama hilo, na wameturudisha kwenye ulimwengu ule ule wa mabavu na kuamua wao na kile wanachokiona kinakuwa vile vile. Lakini vilevile uh, kama tunamlaumu sana Marekani kwenye hili na paswa hasa tuwalaumu pia washirika wengine ambao wamekuwepo wakimsindikiza Marekani na kuhalalisha kila anachokifanya, kwa sababu aliyoyafanya Iraki hata wao walimuunga mkono. Yale yalifanyika Libya mwaka elfu mbili kumi na moja Neto akaenda na Marekani, lakini hata jumuiya za kimataifa ziliungana na hilo swala. Nadhani Marekani taratibu amekuwa akiwapima wenzake kutaka kufanya maamuzi mengi ambayo anaweza kuyafanya. Sauti ya Marekani tulizoea kuwa wanasema kuwa ni sauti ya, ya kufanya uh, mambo ya kidiplomasia. Nadhani diplomasia sasa Marekani imemshinda na Trump anaona njia ya diplomasia ni ndefu sana. Kwa hiyo unaona kama vile anapiga shortcut nyingi, maanake hapa sasa hivi kuna suala la Greenland pia tunaliona, lakini pia ameshambulia Nigeria hivi karibuni, alishambulia Iran. Yani ni shortcut tu anapiga. Ndani ya mwaka mmoja nchi saba Trump amezishambulia. Kwa hiyo Marekani anaturudisha kwenye ulimwengu ambao dunia ilitoka. Sasa kama Marekani inaweza ikaamua kwamba rais wa nchi fulani sio halali na kisha ikaingilia kijeshi na kumchukua rais huyo na hata kuiendesha nchi hiyo kwa kipindi fulani ni somo gani hapa linajitokeza kwa madola mengine yenye nguvu? Kwa mfano Urusi inavyopambana na, na Ukraine na China na kile kisiwa cha Taiwan, hapa kuna somo kubwa. Lakini kitu ambacho kimekuwa ni tofauti kubwa sana ni tofauti ya uwezo mkubwa wa Marekani wa kijeshi na, na wale wengine ambao tulikuwa tunaamini ni, ni wapande wa pili hmm. Kwa hiyo kulikuwa kuna paswa wakati mwingine ulimwengu sasa urudi kwenye njia na kuamua kuwa mm -mm. Hebu tufumue hiki kitu kinaitwa sheria za kimataifa mm. Tufumue hii UN kata, tuangalie kila kitu kuwa je, haya tuliyoyaandika ni halisi? Tunaweza tukafanya haya mambo kwa kupitia hii njia? Mbona njia kama haipitiki na haitendi haki kwa wenye haki, lakini inaweza ikatoa haki hata kwa wanaotaka kudhulumu. Huyu ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa kisiasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akizungumzia mzozo wa Marekani na Venezuela. Tunavuma kwa kishindo.